Kwa siku mteja anaona zaidi ya matangazo mia tatu uwezekano ni mdogo sana akakuchagua wewe. Kwa maana hiyo, ili uweze kuchaguliwa wewe na mteja wako, inabidi uhakikishe kwamba tangazo lako ni either very unique, au umelitengeneza kwa hisia ambazo mteja akiguswa kweli anashawishika au anakumbuka zaidi na, na, anashawishika kununua. Lakini kwa bahati mbaya, hata kama ingekuwa kweli umetengeneza tangazo zuri kiasi hicho, maamuzi ya mteja kununua hayako linear tena. Kwa kawaida wateja wanakufahamu then wanashawishika, then wanafanya wanatamani, wana hicho kitu unachokiuza, then wanafanya maamuzi ya kununua, na wanakuja kuwa wateja wa kudumu, na wanakuja kuwa kutangaza or something. Sasa hivi ni vigumu sana kupata wateja wanaenda direct kutoka kwenye kukufahamu kwenda mpaka kununua ndani ya campaign moja. Kwa hiyo campaign yako inabidi iwe flexible kidogo, tofauti na hizi campaign ambazo tumezizoea za kutengeneza tangazo alafu watu wakakutafuta kutokana na tangazo lako. Actually, aina pekee ya watu watakao kutafuta kwa tangazo la namna hiyo ni watu ambao wako interested na hicho kitu sasa hivi, yani umewakuta ume wakiwa na wakiwa problem aware na wanataka solution sasa hivi, yani wakiwa wanajua tatizo lao na wanataka hiyo hiyo chang, hiyo changamoto itatuliwe sasa hivi na ndio kwa wamekutana na tangazo lako, linawatatulia changamoto, linawaelezea changamoto kwamba unaweza kwa ukawatatulia. So hawa watu pekee ndo watakao kutafuta, lakini sana sana unajikuta kuna kundi kubwa la watu ambao unajaribu kuwatafuta kuwatatulia changamoto zao kwa tangazo lako. Sasa hao watu ili uweze kuwapata ni vigumu kuwapata kwa kampeni ambayo imetengenezwa kizamani zamani, kama matangazo ya kulipia ambayo tunayafahamu haya ya kupost na kubust, au kwenda Facebook manager kwenda mpaka mwisho afu na kupublish hilo tangazo. Hayo matangazo hayafanyi vizuri, kwa sababu ushindani ni mkubwa sana wa matangazo. Kuna makelele mengi, it's very chaotic. Kila mmoja anatengeneza matangazo, kila mmoja anajua jinsi ya kuyatengeneza.